Kama unataka kuongeza chakula ndani ya Fuga hapo, bonyeza chakula, kisha kisha bonyeza ongeza. Weka gharama uliyotumia kununua chakula, aina ya chakula, pia weka na kiasi cha chakula. Utachagua chakula ulileta tarehe ya leo au tarehe za nyuma, kisha bonyeza hifadhi. Baada ya hapo, utaonyesha chakula ulicho nacho na chakula kinaisha baada ya muda gani na kinabidi kibadilike baada ya siku ngapi. Ukitaka kuhariri chakula chako bonye, bonyeze hivyo vitufe vitatu kisha bonyeza hariri na uhariri labda ni kiasi cha chakula na bei ya chakula. Ukisha hifadhi Fuga App itakuonyesha hesabu mpya kwamba chakula kitaisha lini na itabidi ubadilishe chakula baada ya muda gani. Hivyo ndivyo namna unavyoongeza chaku ongeza chakula ndani ya Fuga App na pia chakula chako kitarekodiwa kama gharama utavoongeza kwan, kwa njia hii.